Ni zoezi la usimikaji machifu ambapo mbuzi na kondoo wana nafasi ya kipekee kama alama ya uongozi na heshima ambao chinjwa kabla na baada ya kuapishwa. Hapa ni nyumbani kwa Temi ya Busia iliyopo eneo la Ukenyengi wilaya ya Kishapu. Sisi baada ya kupendekezwa jina, wagongogongo huwa wanatumwa kwenda pande nne, ambazo sisi tunaamini kwamba Mungu wetu yuko pande nne kama alivyosema chifu Itali. Baada ya kuapishwa ufuata zoezi la kuchinja mbuzi au kondoo, jambo linalobeba maana nyingi za kiutamaduni. Huyo mbuzi alimtambua kupitia kuiangalia nyama yake, tukakubaliana na hilo. Baada ya kuona sasa zimekubaliana, basi tukathibitisha mtaalamu wa ukoo anafafanua kuwa mnyama huchinjwa kulingana na aina ya uongozi, umri wa kiongozi, na hali ya kijamii ya familia ya kitemi. Masalia ya mnyama huyo huzikwa kama ishara ya kumwaga kiongozi aliyepita au ishara ya mtu aliyepotea akitafuta mali ama heshima. Kwa hiyo tumetumia huyo mbuzi kama ndugu yetu, kwa hiyo ni fupa ya huyo mbuzi, watu wamekula nyama yake, na hao watu kama kama ndege wale tai wale, tai, wale. Kwa hiyo walikula ile nyama yake wakabakiza hiyo mifupa, ina maana ya kwamba ni kutoa balaa lisiendelee tena, ili wanaotoka kwenda kutafuta mali wasipate balaa kama alilopata ndugu yetu. chifu mpya Austin Makani anatoa ahadi ya kuwatumikia wananchi wake kwa haki, busara na kuhakikisha mila za Wasukuma zinatunzwa. Mila zetu zinatuhitaji sana. Ukiangalia kwa asilimia kubwa, sasa hivi tumevamiwa, niseme kwa kukosa neno zuri. Lakini Tanzania tumevamiwa na mila, desturi na tamaduni ambazo hazina asili yetu, na hivyo tunapoteza ule uhasilia wetu. Nalojivunia saizi ni kwamba eh, hapa nilipo leo nimeng'atuka, lakini nimeacha mtu ambaye naamini atakuwa na maono na kuweza kuchukua hii, hii nani dhana ngoma burudani mbalimbali zikafanyika hapa ikiwemo utambulisho wa mtemi ambaye pia amekagua ngoma hizi hapa. Anasimikwa mtemi mpya, Makwaia watatu ambaye pia ni mtemi wa 24 wa utemi wa Pusia, na marika na makundi yaliyokuwa yakifanyika sasa anaanza kuzungumziwa na namna ya kufanya kule kule nyumba, hakikisha kwamba kuna, kuna namna ya kufufua zile jadi. Na bahati nzuri, vijana wengi wameanza kutafuta vyanzo vyao. Mimi nawaona wameanza kuona huu utandawazi unakowapeleka, pengine anapashwa kujua mila na jadi zake, na matarajio yetu tunaona atatuendeleza himaya yetu ya Busia. Kwa upande wangu hiki ni kitu cha kwanza kabisa kukihudhuria. Kwa, kwa kweli nimefurahia, ni kitu ambacho kimenifurahisha sana, nimepata kujua kacha tofauti tofauti. Kasisi Kosta, Azam News, Kishapu Shinyanga.